Auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendwa wa mtazamaji wa MTA Afrika, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi ambacho kinaangazia sana maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Ndugu, katika vipindi vilivyopita, kama unaungana na sisi siku ya leo, ni kuwa vipindi vilivyopita wageni wetu wameangazia sana kuhusiana na shutuma mbalimbali mbali ambazo wapinzani wanaweka dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam na jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadiyya, ikiwemo wapinzani walitoa pingamizi na shutuma ya kuwa jumuiya ni mti uliopandwa na Waingereza, lakini wageni walieleza kwa kina na wakajibu shutuma hii kwa usawa na pia kuna shutuma ambayo wanasema wanajumuia ni wakala wa Israeli. Haya yote walijibu, na pia walituelimisha kwa kina kuhusiana na neno khatama nabiin, ya kuwa haimaanishi tu ni mwisho bali Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa manabii na muhuri wa manabii. Leo katika studio vilevile vile, siko peke yangu ninao wageni wale wale ambao wataendelea kutuelimisha kuhusiana na shutuma mbalimbali. Karibuni. upande wangu wa kulia ni mwenzetu ambaye ni mwalimu Muhammad Musa Uponyo Saib, karibu tena katika studio yetu. asante sana bwana mtangazaji. Vilevile ninaye mpendwa ambaye ni mwalimu uh, Nasir Juma Tuva Saib, karibu tena katika studio yetu. asante sana. Naam, Wageni wangu wapendwa, karibuni na pia uh, mimi nina shukrani sana kwa vile tena mmefika katika studio yetu na tukieleza maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuia wa waislamu wa Ahmadia. Mwalimu Sahib, je, unaweza kunieleza na kutufahamisha ili mtazamaji pia aweze kuelewa, Masihi Maud alaihi salatu wassalam alikuwa na masahaba wake ambao walikuwa wanamfuata. Je, Masihi Maud alaihi salatu wassalam na masahaba wake hawa walishughulikia vipi pingamizi dhidi yao au dhidi ya imani yao na maandishi yao. Asante uh, sana bwana mtangazaji. Uh, namna ulivyotangulia ni kwamba sena Ahmad alaihi salatu wassalam tangu alipotangaza kwamba yeye alikuwa ni masiha aliahidiwa na alikuwa amepata cheo cha unabii kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, pingamizi chungu nzima zilitoka kona mbali mbali ili kutaka kuzima ule utume wake Wakaleta hoja kwamba alikuwa ni kibaraka wa Waingereza, wa mara alikuwa ni wakala wa Waisraeli na kadhalika. Lakini Saidna Ahmad alaihi salatu wassalam, naye tangu mwanzo alihakikisha na aliyakinika kwamba alikuwa ni mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu angemsaidia kwa vyovyote ange vile, dhidi ya wapinzani na wala hangeacha wapinzani wakapata ushindi dhidi yake. Kwa hivyo, hoja zote na upinzani wote waliuleta, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ahmad alayhi salatu wasalam aliweza kuzijibu kwa namna ambayo iliridhisha kabisa. Kama ni kuhusu familia yake, ametoka katika ukoo gani, akaweza kudhibitisha sawa na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama walipinga kwamba maneno hata manabii, vile ulivyosema kwamba inamaanisha hata kuja mtume, akaweza kujibu kulingana na Qur'an tukufu. Kila dai na kila pingamizi aliyoleta Saidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliweza kudhibitisha kutokana na ushahidi wa maandiko, na alifanya hivyo kutokana na Qur'an tukufu na haditha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na ushahidi na wa kihistoria. Hata wakaleta hoja kwamba oh, huyu mtu ajui Kiarabu, lakini akawajibu akawambia kwamba Mwenyezi Mungu amenifunulia elimu kubwa ya Kiarabu ki na yote ambaye anafikia kwamba ni mjuzi, aje tushindane. Baada hakuna mtu aliyekuja, na wapinzani walikuwa wanaingia mitini, wanatoroka wenyewe baada ya kuleta ule upinzani. Tumeona juzi kwamba katika yale makala ya juzi kwamba oh, ametumia maneno makali dhidi ya wapinzani wake, kama vile wala nini, mtoto wa haramu hmm, au mtoto wa malaya hmm, lakini akathibitisha kutokana na ushahidi wa maandiko kwamba haya maneno hayakumaanisha vile walivyofikiria bali yalikuwa na maana ya jumla na maana tofauti kabisa. Kwa hivyo, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu namna alivyodai sena Ahmad alahi salaam, Mwenyezi Mungu aliweza kumsaidia kujibu kila hoja ya wa wapinzani, na si yeye tu hata maswaba zake nao vile vile, shutuma zote zilizokuja juu yao ziliweza kujibiwa kwa namna ambayo iliridhisha kila mwenye kutafuta haki. Kwa hivyo hii, wao, kwa njia hii waliweza kuthibitisha uaminifu wao kwamba walikuwa wamejitolea na kweli walikuwa ni mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ambayo haungeweza ng'olewa kwa mikono ya maadui. Asante sana, imebainika ya kuwa hata mtazamaji pia akianza kusoma kwa kina vitabu vya Masihi Maudi alaihi salatu wassalam na ikiwemo pia vitabu ambavyo masaba wake pia wameziandika, ni kuwa wameegemea sana Qurani Tukufu, hadithi za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kujibu pingamizi hizi. Okay. Asante sana. Na Mwalim Saibu, hawa wapinzani walitumia mbinu gani ili kuleta pingamizi zao dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya? Na, asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo. Kiukweli ni kwamba imebainika wazi ya kwamba eh, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam kwa bidii na kwa hekima na kwa kila juhudi ameandika vitabu vingi sana, takriban vitabu 83 na, na katika vitabu hivyo ameonyesha mtiririko wa maneno yaliyojaa hekima na mafundisho ya Mwenyezi Mungu ambayo kama ingekuwa wapinzani wetu wanavisoma vitabu hivi, bila shaka hata maswali yao ama hoja zao zingekuwa madhubuti na ambazo zingekuwa zinawaelimisha, na taratibu tungeona idadi yao inapungua, ama wale ambao tumewashuhudia wakiwa wapinzani tungeanza kushuhudia kwamba hawa watu walibadilisha mwelekeo. Lakini inaonekana kwamba mbinu ambazo wanazitumia ni tofauti katika kufikia kutengeneza hoja zao na inawezekana kwamba mbinu wanazozitumia labda ni njia za kupitia fununu, yaani kwa kusikia kwamba jumuiya iko hivi, e, Masiha aliyeahidiwa yuko namna hii. Kwa namna hiyo wanatumia yale wanayoyasikia kufikia kutengeneza hoja ambao wanakuja kuuliza, lakini badala ya kupata jibu lililo sahihi na liwasaidie kwa sababu njia yao ama nia yao ni kuendelea kufanya upinzani, basi bado wanarudi tena katika kutafuta hoja nyingine no. na pia vilevile vile inawezekana ikawa mbinu anazozitumia zingine ni kwa njia ya kusoma vitabu vilivyoandikwa na wapinzani kama wao katika jumuiya. Na unajua, katika kawaida, mimi siwezi kupata taarifa sahihi kutoka kwa mtu ambaye namuuliza juu ya mtu ambaye anamchukia. Mimi nikikwambia unieleze habari za mtu fulani, na huyo mtu hamuelewani hautani, kwa kiwango kikubwa sana kuna uwezekano ukanipatia habari tofauti. Kwa hivyo huenda pia wakawa wanatumia njia hiyo hiyo ya kupata maneno ama masomo kutoka kwa wale ambao kwamba ni wapinzani na wananiambaya kama wao. Pia vile vile njia nyingine za kutumika eh, ambayo inaonyesha kabisa ni kwamba huenda pia wanatumia njia za mitandao, wakiingia katika mitandao pale, unajua mambo mengi yamewekwa kwa hivyo wakisoma pale ama wakiangalia katika mitandao, kile ambacho wanakisoma pale wanakitumia tena kurudi katika hoja, ambapo hawawezi kupata ukweli ambao ni ni madhubuti kuhusu jumuiya yetu ambayo ni jumuiya tukufu kabisa. Pia vile vile kuna uwezekano mkubwa pia wakawa wanatumia njia ya kukisia, yaani kwa kufikiria kwamba inawezekana ikawa hawa wako hivi, kisha wanatengeneza hoja lakini kama ingekuwa ni kinyume chake, basi kungedhihirika tukio moja ambalo lilitokea zamani, zama za mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadrati Umar radhiallahu anhu, ambaye alikuwa mpinzani wa Uislamu, lakini kwa kutumia njia hii iliyo bora akasoma Qur'ani yeye mwenyewe. Kilichotokea ilikuwa ni kuenda moja kwa moja mpaka kwa nabii sallallahu alaihi wasallam na kusilimu. Imepita miaka mingapi, karne ngapi? Wapinzani bado wanaendelea kuzidi katika upinzani Mbona hawaelimiki? Ama kwa nini haitokee wakati kwamba wakafahamu? Kwa hivyo hii inaonyesha wazi ya kwamba zile njia zinazozitumia kwanza sio sahihi. Na wakati wowote ule ukiuliza swali ambalo kwamba sio sahihi, utapata jibu ambalo kwamba sio sahihi pia, ama upate jibu ambalo ni sahihi, lakini kwa sababu njia yako uliyoitumia si ya malengo ya usawa, ukalifikiria kwa njia ambayo kwamba sio sahihi, no. Kwa hivyo hivi ndivyo inaonekana kabisa kwamba hawa wapinzani wetu, ndio njia ambazo kwamba wanazitumia na ndio maana haifikii katika malengo ya kupata ukweli. Asante sana, umeweka wazi kabisa na kule mtazamaji ameelewa kwa kina sana mambo haya. Naam mwalimu saib, Masihi Maud alaihi salatu wasalam alielezaje kuwa Mwenyezi Mungu anaahirisha mambo yake? Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam alipata funuo nyingi za, ku, za kuunga mkono ule unabii wake na miongoni mwa ufunuo aliopata katika mwezi Februari mwaka 1903 unapatikana katika Albadri kwamba Mwenyezi Mungu baadhi ya wakati ana, anafanya jambo au baadhi ya wakati anaahirisha. Kwa hivyo, wapinzani tena, namna ilivyokuwa kawaida, kwamba wanatafuta kila kitu cha kumpinga Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, wakaleta upinzani kuhusu ufunuo. Basi Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, namna tunavyojua kwamba kila kitu alichokidai kilikuwa na msingi katika maandiko, idha ni katika Quran au katika hadithi au katika historia kwa hivyo sina Ahmad alayhi salatu wassalam akahakikisha kwamba ni kweli kwamba sawa na Kurani Tukufu, baada ya wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ananuia kufanya kitu, lakini kwa sababu mbalimbali akaahirisha kitu kama kile no. Anasema kwamba inawezekana kwamba katika mji fulani watu wakawa ni wakosefu wakubwa mpaka kiasi Mwenyezi Mungu akaamua kwamba hawa watu lazima wataadhibiwa, lakini ikiwa watu kama wale wakajirekebisha na kutubu tena, Mwenyezi Mungu anaahirisha ule mpango na anawasamehe, sababu Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu. Na, na ametoa mfano katika Qur'ani katika, katika tukio la Nabii Yunus alayhi salatu wasalam kwamba Nabii Yunus alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimtuma kwa watu wake ambao walikuwa ni waovu kupita kiasi, ambao Mwenyezi Mungu alishaamua kwamba hawa watu watapata adhabu, akaambia kwamba awaonya kwamba kutokana na madhambi yao basi watapata adhabu na mpaka akampa na alama dalili kwamba wakiona hizo jua kwamba hiyo adhabu inaanza kukaribia. Nabi Yunusa alaihi salatu wasalam akafika kule akawaonya wale watu. Hawa watu walipoanza kuona zile dalili za adhabu, basi wakatubu na wakaacha njia zao za dhambi, na Mwenyezi Mungu akaahirisha mpango wao kuwaadhibu. Kwa hivyo, kwa ushahidi wa Qurani tukufu, naona kwamba Mwenyezi Mungu alipanga kuadhibu hawa watu lakini kwa sababu ya kutubu kwao akawasamehe. Kwa hivyo ni wazi kwamba kwa kauli yake kwa maneno ya Sayyidna Ahmad alaihis salam ni kwamba baadhi ya wakati ni kweli Mwenyezi Mungu anapanga kitu, lakini kwa sababu mbalimbali akaahirisha, na pia akatoa mfano katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo Mwenyezi Mungu alisema kwamba hakuna wakati kwamba anao sita sita kuchukua roho ya mja wake isipokuwa katika kufanya mambo mengine yote, yaani anapofikiria kuchukua roho ya mja basi anachukua muda ana sita sita yani, baada ya wakati anahairisha. Kwa hivyo kutokana na hadithi hii kwamba ingawa mnye, Mwenyezi Mungu ana uwezo anavyosema kwamba faalu lima yurid kwamba mwenyewe Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka hmm. Lakini hapa anasema kwamba ana sita sita napofikiria kuchukua roho ya mtu anachukua muda. Yani inawezekana kwamba mtu kama huyu ametubu, alikuwa muovu lakini akatubu, Mwenyezi Mungu ana huo uwezo wa kumsamehe. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam kwa ushahidi wa Qur'an tukufu na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ana, anathibitisha ana, kwamba ni kweli Mwenyezi Mungu baadhi ya wa wakati anafanya hivyo, na kwa kuwa yeye ndiye aliyopata ufunuo basi ndio anajua namna ya kueleza zaidi kuliko mtu mwingine yote ile. Bwana mtangazaji, asante sana, imedhihirika ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya anayotaka sawa na matakwa zake sawa na suna yake Tum. na Mwalimu Saib ameeleza kuhusiana na hadithi fulani ya kuwa uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sita sita kuchukua roho au kuiteka roho ya mumin. Je, unaweza kutueleza hadithi hii kwa kina? Naam e, katika hadithi hiyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam ambayo inapatikana katika Sahihi Bukhari kitabu Riqaq e, hadithi ya 6502 imeelezwa ya kwamba maneno hayo ni magumu sana katika kutafsiri kwa sababu katika hali ya kawaida tunafahamu kwamba kuna sifa ambazo kwamba ni za Mwenyezi Mungu na sifa ambazo kwamba ni za binadamu. Na sifa za Mwenyezi Mungu yaani eh, sifa za mwenye, za binadamu haziingiani na sifa za, za Mwenyezi Mungu, lakini binadamu anaweza akaiga sifa kidogo za Mwenyezi Mungu mm -hmm. Katika maneno hayo ikasemwa kwamba kama kwa mfano neno kusitasita ama kuchelewa ama kubabaika ama kuahirisha ama kuona shaka katika kufanya kile kitu ambavyo wale wapinzani waliifikiria, wali hadithi hiyo ni kinyume kabisa, na wakasema e, Masihi akasema kwamba katika hali kama hii mara nyingi ikichukuliwa katika kipimo cha kiwango cha elimu ya mtu wa kawaida, basi anaweza kuitafsiri kwa namna mbaya na ikaonyesha udhaifu wa Mwenyezi Mungu. Lakini katika hadithi hiyo imesemekana Masihi kwamba ameweza kuitafsiri katika maeneo zaidi ya mawili, na wakati akieleza alisema kwamba haiwi rahisi

inaonekana ya kawaida lakini ni ngumu kuifasiri kwa sababu usipochunga kwa, usipo kwa namna fulani unaweza kumweka Mwenyezi Mungu udhaifu kama ule wa binadamu na, lakini Mwenyezi Mungu hayupo katika hali ya sifa kama hizo, katika hali ya kusitasita ama kuchelewa kulingana na hekima yake. Inawezekana kulingana na eh, utukufu ambao amepata, uamuzi ambao ni wa busara katika utukufu wake wa, wa, wa, ama enzi yake kama Mwenyezi Mungu, lakini haihusiani labda na hali ya kibinadamu, kama vile mtu anaweza fikiria kwamba nataka kujenga mara kwanza amepungukiwa na pesa akasema sitajenga leo. Na. Hiyo si hali ya upungufu bali ni, ni hali ya kupatiana muda labda katika kitu ambacho kwamba ni rehema yake kwa binadamu aweze kufanya. Na. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu ana uamuzi wa kufikiria kwamba eh, huyu mmoja kulingana na makosa ambayo kwamba ameyafanya lakini tena imeonekana dalili kwamba anasujudu kwa namna iliyo kubwa kabisa, na nilikuwa nimeamua paka nimetangaza kwamba ni wa motoni, lakini sasa kwa hali hii mimi nampeleka peponi no. Ni nani ambaye atamuuliza Mwenyezi Mungu katika hilo Akum. na hii imetokana na rehema yake no. Pia vile vile tumeelezwa katika hadithi hiyo hiyo kwamba sisi kama wanajumuia tunafaa kujiepusha na hali kama za wale wanazuoni wa kisasa ambao kwamba katika hadithi kama hii ambao kwamba ni, ni ngumu katika kutafsiri wao bila kupata muongozo wa hutafsiri katika elimu yao, lakini sisi kwa bahati nzuri na iliyo eh, bahati kubwa kabisa, tunapata mwongozo katika tafsiri za Masih Aliyeahidiwa, na wale wenzetu ambao ni ndugu zetu, lakini kwa namna ya pili walikataa baba yao wa kiroho ambaye, wangekuwa wamemkubali, tungekuwa jamii moja, basi wa hutafsiri katika namna ambayo kwamba ni ya kiwango kidogo katika elimu. Kwa hivyo, hii kwa kifupi ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema, eh, mtume amesema katika hadithi hiyo kwamba wama taraddadtu an shaiin ana failuhu, sijawahi sita, sita katika jambo ambalo kwa ambayo nataka kulifanya. Eh, taraddudi an, eh, an nafsi lmumin, kama vile ambavyo kwamba inatokea na sita katika kuchukua eh, roho ya mumini. Kwa hivyo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anajua kile ambacho hasa kulingana na utukufu wake ama kulingana na cheo chake inafikia, akafanya hivyo. So tuliambiwa katika hadithi moja katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inafikia mahali katika ubora wa majibu ya, ya hadithi kama hii, useme mahali pengine kwamba Mwenyezi Mungu anafahamu zaidi miongoni mwa sababu zake ambazo kwamba inatokea akafanya hivyo. Asante sana, asante sana mwalimu Saib. Mwalimu Saib, shutuma, shutuma dhidi ya Masihi Maud alayhi salatu wasallam wanaendelea mpaka wa sasa. Wanasema Masih Maud alaihi salatu wasalam alijitwika, alijipachika majina ya manabii waliotangulia. Je, unaweza toa jibu sahihi kuhusiana na shutuma hii? Asante uh, sana bwana mwelekezi. Seina Ahmad alaihi salatu wasalam alibainisha vizuri madai haya kwamba yeye ndani yake kunapatikana sifa za manabii wote waliotangulia na wala si kidhahiri, kwamba kweli yeye ndiye hawa manabii kidhahiri na namna tunavyojua ni kwamba sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam, kila daye aliyolitoa msingi wake ulipatikana ndani ya Quran tukufu. Na ndani ya Quran tukufu katika suratul Hujurat Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anasema kwamba innamal muminuna ikhwa, kwamba waamini wote ni ndugu. Sasa ikiwa waamini wote ni ndugu, haina maana kwamba tumezaliwa na mama mmoja na baba mmoja bali, tunaungana kwa sababu ya imani. Kwa hivyo sena Ahmad alaihi salatu wasalam anasema kwamba yeye kusema kwamba yeye ndio Adam, yeye ndiye Musa, yeye ndiye Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ina maana kwamba anadhihirisha au ndani yake kuna dhihirisho la baadhi ya sifa la la hawa mitume alaihimsalam, na wala haina maana kwamba kweli yeye akawa anawa, anawakilisha kidhahiri ki, ki, ki, kwa hivyo ni jambo ambalo wapinzani wetu wanatafuta, wana kila mbinu ya kutaka kumpinga sena Ahmad alaihi salatu wasalam, na anasema kwamba yeye ni endelezo au dhihirisho la kuendelea kwa, kwa wale ile, ile utume wa hawa mitume alaihimu salam. Na tunaona kwamba katika Kuran tukufu vile vile Mwenyezi Mungu amesema kwamba hawa manabii hawana tofauti, la nufariku baina ahadin min rusul, kwamba hatutofautishi hawa mitume. Wote wametoka sehemu moja, namna inavyosema katika hadithi moja Bwana Mtume kwamba manabii wote ni jamii moja. Kwa hivyo hawa mitume wote wametoka sehemu moja, kwa hivyo hakuna mtume anayekwenda kinyume na mwingine bali hakuna yule anayepinga mwingine. Kwa hivyo ndio kauli yake sana Ahmad alayhi salatu wasallam kwamba yeye kama masiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye anawadhihirisha hawa mitume kwa namna ya, ki, ya, ya, ya kisifa vile tunavyoona kwamba kuna pia vile vile wapinzani au maadui wa waaminio wa, wa, wa kwamba wanataka kufanana kama wale maadui waliopita. Kwa mfano utakuta kwamba katika kila kaum ya mtume kuna mtu ambaye ni, ni, wa ni mpinzani wake mkubwa kabisa, namna tunavyoona kwamba wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mtu huyu kama Abu Jahal ambaye alikuwa ni kiongozi wa wapinzani, aliendesha upinzani mkubwa dhidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia katika kila mtume utapata mtu wa aina hiyo, na tunaona kwamba wakati wa Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam kulikuwa na watu kama hao. Muhammad Hussein wa Batala alikuwa ni mpinzani mkubwa sana. Vile vile namna wanavyofanana hata wapinzani katika kila kaum ya mitume, vile vile waaminio nao pia wana mfano unaofanana, kwamba nao wanashabihiana wana zile wana wana, wana wana sifa ambazo zinafanana na. Nakumbuka Khalifatul Masihi wa Pili radhiallahu anhu akisema kwamba, akihimiza watu katika uchukuaji wa chanda, anasema kwamba watu wanatamani kwamba wangekuwa ni Abu Bakari, au wangekuwa ni Umar au wangekuwa ni Khalid bin Walid, lakini mkumbuke kwamba unaweza kuwa Khalid bin Walid wakati wako yeah. Yani ile kazi walioifanya wale sifa alizokuwa nazo wewe unaweza kuleta wakati wako, kwa hivyo no. Ina maana kwamba mtu anaweza dhihirisha sifa za wale watakatifu waliopita, ingawa si wewe kidhahiri, lakini kisifa ukawa Khalid bin Walid radhiallahu anhu, ukawa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, na haimaanishi kwamba sasa wewe ndio ile we Abubakar aliyefariki la, kwa mm. Hivyo kwa msingi huu ndio Saidna Ahmad alayhi salatu wasalamu akasema kwamba yeye anawakilisha kisifa wale manabii waliotangulia. Asante sana. Kwa hivyo Masihi Mauud alayhi salatu wassalam, anawakilisha manabii waliopita kiroho na kisifa. Okay. Asante sana na Mwalimu Saib alijieleza ya kuwa yeye pia ni kioo cha manabii. Je, unaweza tueleza akina ya kuwa yeye ni kio cha nabii? Ukieleza ya kuwa kuna wale waislamu wanazuoni mashuhuri pia kama wamemuunga mkono mambo haya. Naam, asante sana kwa swali hilo. Kiukweli ni kwamba tunaona hawa wapinzani kila mara lazima watokee na upande mwingine, wakirudi upande mwingine, ili mradi wapate cha kusema. Lakini tukiangalia vizuri, maneno kama ya huyu eh, Abdul Qadir Jilani, wakati maneno haya akiyaongea, yeye hakuwa na Masihi alaihi salatu wasalam, na unapata ameongea maneno ambayo kwamba utadhani ni kama walikuwa pamoja, pamoja. Yanadhihirisha kabisa vile ambavyo yeye alidai. Kwa mfano amesema katika kitabu hiki cha Futuhul Ghaib ukurasa wa ishirini na tatu, alieleza ya kwamba mtu itafikia kiwango ambacho kwamba atapanda daraja mpaka iwe ni kana kwamba anawakilisha kila mjumbe ama kuwa, ku, kuwakilisha kila mjumbe na awe mrithi wa kuwa sidik ama nabii maneno kama haya ukiangalia vizuri vile vile ambavyo kwamba Masihi aliyeahidiwa alisema kwamba yeye ni mrithi kwa namna ya kiroho katika sifa ya unabii ama katika sifa ya, ya, ya, ya, ya usiddiq. Hakuwa amekaa na hawa wanazuoni ama hawa maulama jinsi ambavyo kwamba imeelezwa pia. Maneno haya haya yanaungwa mkono na Qurani tukufu katika sura ya nne, aya sabini. Katika aya hii Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba wale ambao kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume Hakika wao watakuwa ni ni, miongoni mwa wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu kama manabii kama watu wa kweli kama watu wema na kama vile vile mashahidi no. Kwa hivyo katika aya hii ukiangalia vizuri, neno sidiki ambayo ni mkweli limetajwa katika maneno haya ya Abul Qadir na pia vile vile neno, eh, neno mrithi mm -hmm. Ama kurithi ile, zile sifa mm -hmm. Yametajwa vile, vile pale no. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hii inaunga mkono yale maneno ambayo kwamba aliyasema Masihi alahidiwa alaihi salatu wassalam yes. Na pia vilevile vile katika maneno yaliyosemwa na Imamu Bakar yeye alisema ya kwamba wakati Imam Mahdi atakapofika, atasema hivi: yule ambaye kati yenu anataka kumwona Ibrahim ama Ismail alaihimassalatu wasalam, basi anaangalie mimi. Yule ambaye kwamba anataka kumwona Musa ama y -Y Yosha alaihim wassalam, pia na yeye aniangalie mimi pia. Akasema yule ambaye anataka kumwona Eh, anataka kumuona Isa alayhi salam na pia vile vile kumuona Simon aniangalie mimi mba, sallam, na mwisho akamalizia kwamba yule ambaye anataka kumuona Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Amirul Mu'minin pia naye aniangalie mimi. Na maneno haya ambayo yalisemwa yali, yali, yali, yali na huyu Imamu Bakar katika kitabu eh, Biharul Anwar katika ukurasa mia mbili na tisa yanaonyesha namna gani ambavyo majina yote Eh, takriban ni manabii wa zamani yametajwa hapo na yanamhusu nani? Imamu Mahdi alayhi salatu wasalam na maneno haya ya wakati yakisemwa wakati ya ya, ya ama wakati yakitangazwa ki, ya ya masi aliahidiwa hakuwepo wala hata hajui kama hili lilikuwa limeandikwa yeah. Kwa hivyo wapinzani wetu ambao kwamba wanasema yeye alijipachika majina ama alijipatia cheo cha kuwa dikio cha manabii si kwamba eti alifanya, bali ni kitu kilichokuwa kimeshaandikwa, ilikuwa ni utabiri tu unatimia katika wakati wake. Asante sana, asanteni sana walimu kufika katika studio yetu kueleza mambo ya kuhusiana na unabii na pia kuahirisha uh, kipenzi au mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia kujibu shutuma ambayo watu wanasema ya kuwa yeye amejitwika majina ya manabii. Na kwa hakika umetueleza ya kuwa ni kisifa na kiroho. Asanteni sana na pia nawaomba muweze kufika katika studio yetu ili muweze kujibu mashtaka na shutuma hizi za wapinzani, asanteni sana. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, tumefika tamati na natumai ya kuwa mmejielimisha vizuri, mkielezwa ya kuwa Masihi Maud alaihi salatu wasalam Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wasalam akisema ya kuwa yeye yeah, amejieleza kwa majina ya manabii wengine ni kisifa, na pia yeye ni kioo cha manabii wengine. Hii inaeleza kisifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. khushnuma